Chama cha Mapinduzi Tanzania kimeendelea kujinyakulia alama nyingi kwa maana point kede kedekede, kulingana na aina ya siasa ambazo uh, chama hicho kimekuwa kinazifanya kwa wanachama na Watanzania. Na tunafahamu CHADEMA hawapo katika mchakato wa uchaguzi kwa mujibu wa kile kilichofanyika Dodoma, lakini pia ACT Wazalendo wao walisema wataenda mahakamani kuishtaki uh, tume ya uchaguzi kwamba E, zile kanuni na maadili waliyosaini hayako sawa, pamoja na kwamba wao walisaini. Sasa taarifa ambayo imekuwepo katika ziara ya CPA ya Amos Makalla, kuendelea pia kujikusanyia wanachama wengine wapya kutoka vyama vya upinzani: wanachama hamsini ACT Wazalendo Lindi watimkia CCM. Kichwa cha habari kwa urahisi kabisa kinaweza kikasomeka hivyo: Lindi huko, zaidi ya wanachama hamsini kutoka katika chama cha ACT Wazalendo wamejiunga na chama cha mapinduzi CCM. Wanachama hao wakiongozwa na aliyekuwa diwani na mwenyekiti kupitia tiketi ya ACT Wazalendo Saidi Kitunguli wamepokelewa na katibu wa NEC Itikadi, Uenezi na mafunzo wa CCM CPA Amos Makalla wakati akizungumza na wananchi kwenye mkutano wa hadhara wilaya ya Lindi mkoani Lindi. Awali Makala alikuwa akitambulisha wageni alioambatana nao hususan waliohamia kutoka katika vyama vya upinzani ili kutoa salamu zao kwa wananchi. Miongoni mwa walioambatana na Makala katika msafara huo ni aliyekuwa mbunge wa Iringa na mjumbe wa halmashauri kuu ya chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA mchungaji Peter Msigwa. Pia aliambatana na aliyekuwa mkuu wa mawasiliano wa chama cha wananchi CUF Abdul Kambaya, akifuatiwa na Rashid Sepanga ambaye alihamia CCM mwezi Novemba mwaka jana, na kusema kuwa wanachama hao wapya walikuwa ni zaidi walikuwa ni zawadi kwa CCM. Aidha, akizungumza kwa upande wake, Kitunguli alisema kuwa alikuwa mwanachama wa CCM mwaka elfu mbili na nane alihama na kuhamia CUF akieleza utekelezaji wa ilani ya CCM chini ya uongozi wa Rais samia suluhu Hassan ndiyo sababu kubwa ya kuwafanya wahamia CCM. mimi nilikuwa CCM elfu mbili ishirini, elfu mbili na nane, na nikatoka nikaenda kusoma upinzani. Kitu kikubwa ambacho ndugu zangu mliobaki huko, sijui mnabaki kwa lipi? Mimi nilikuwa diwani na nikawa mwenyekiti wa mtaa, vyote. Sidhani uliko nje ulikuwa unabakisha nini? haya alisema Kitunguli. Aliongeza kuwa akiwa upinzani kitu walichojifunza ni ukaidi na vurugu, lakini sio kufanya mambo yenye manufaa kwa wananchi. Picha kama ambavyo unazitazama, Amosi Makalla akiwa anapokea kadi za wanachama wa ACT Wazalendo zaidi ya hamsini waliotimkia CCM uta, utashuhudia sasa haya ambayo tunayazungumza, na huu ni mchakato ambao bado uchaguzi haujafika, kampeni za uchaguzi bado hazijafika. E, vipi kuhusiana na kampeni zikikaribia tulishuhudia kipindi kile pia mwaka elfu mbili na kumi na tano e, ambako Edward Lowasa baada ya kuanguliwa katika kamati kuu ya CCM e, ambayo ilifanyika Dodoma pale na mwisho wa siku e, akashindwa kuwa, kuwa mgombea wa urais kupitia CCM. Tuliona Chadema, alihamia Chadema, walimkaribisha wali, na mwisho wa siku na mwisho wa siku akawa amejiunga na Chadema. Mambo yalikuwa ni makubwa kweli, Lowassa alitikisa nchi, alitikisa kampeni, mambo, ushindani ulikuwa ni mkubwa, ni mkubwa, ni mkubwa sana. Mtazamo wako ni upi pia kwa CCM namna ambavyo inaendelea kufanya kampeni zake e, zaidi na zaidi?